Mwalimu wa shule ya Msingi Osunyai anayefahamika kwa jina la Sophia Masoud au Mama Ithan anatuhumiwa kumfanyia unyama msichana wa kazi za ndani kwa kuchukua kijiko na kupasha kwenye jiko la gesi na kisha kumchoma kwenye mapaja na kumsababishia majeraha makubwa. Majina anaitwa Mama Faisali ni jirani na huyu mama. Siyo jirani yake sana ni ng'ambo nyingine. Mimi ndio unaopewa taarifa za mtoto. Baada kupata taarifa nikaona sio vizuri kwenda polisi kabla sijahakikisha, kabidi nifanye namna kukutana na yule binti. Baada ya kuonana naye yule binti nilimwangalia hivyo, nikamwangalia nikakuta kweli ana majeraha. Ndio ikabidi sasa niwaite majirani zangu, niwapigie simu. Niwapigia simu, ndio tukaja tukamwangalia mtoto, ndio tukaenda polisi. Polisi tumeenda tumefuata taratibu za kule, tumempeleka hospitali kwao. Mpaka sasa hivi ndio tukaona tuwapigie na nyiri tumuone huyu jirani yetu anafanywaje ukatili, anafanyia yani ni kama tabia yake. Sasa ni tabia yake, akikutana akipata atakaji kwanza msichana wakubwa, anataka msichana mdogo amfanye anavyotaka yeye. Kwa hiyo sasa yani ni mtoto, ni sio kipigo tu, anachimba mpaka visiki na tunaona, lakini ndio hivyo, anajisikia yule mama, hawezi kumwambia kitu mtoto. Hata kuku amekufa anakatwa mshahara amevunja chombo anakatwa mshahara mpaka nguo ku, za kuvaa. Sasa hivi akaenda labda aoge, hana nguo kubadilisha, ni yule mama amezificha, amezifungia. Yani aa hata yeye mwenyewe anaogopa kwamba mtoto anaweza kutoroka muda wote. Yani ni mkatili, ni mkatili. Ndio sasa hivi tukoona. Sasa hivi imevuka mipaka. Eh, mtoto wa mtu kama humtaki umrudishe kwao, sio unamtesa hivyo. Eh, ndio hivyo na lingine ambayo tunakazia sasa kama majirani. Huyu hatutaki kumuona tena wala kumsikia na msichana wa kazi. Mhm, mm takwa tuishi yeye na familia yake maana hawezi kukaa na mtu. Sheria kwa kweli iangalie jinsi ya, ya kumwadhibu, kiangalia na pia na yeye ni mwalimu, anafundisha watoto wetu. Sidhani kama kuna mwalimu mwenye ukatili kama huu. Hafai hata kuwa na walimu wake. Kwa hiyo yani sheria tu iangalie namna ya na kumsaidia mtoto, sio mtoto tu. Watu wote wenye tabia kama hizo angalia namna ya kufanya. Mimi kwa majina Mimi kwa majina na naitwa Grace. Kwenye tukio nimekuja kununua maandazi muda saa tatu. Nikasikia mama anasema kuna mama amemchoma nini mtoto msichana yake wa kazi. Tumefika pale muda wa saa tano. Tumefika hapo kwa mkuta jirani yake. Ni wapi nyumba hii hapa? Mtoto yuko wapi ambeleko ya Mureti? Tukaanza kujikusanya mama. Tukaanza kumfuatilia. Kwanza tukapiga simu. Anaongea na jirani yake. Mimi nikachukua ile simu nikamwambia je? Mimi niko hapa nyumbani kwako. Nija hapo nyumbani wanichome. Siji, nawaambia mama njoo. Huyo mama Saumu mwalimu, ndo nasikia ni mwalimu. Nija hapo nyumbani kwangu wanichome. Siji. Haya tukamwambia je, nikachukua ile simu ya yule mama jirani yake nikaongea naye. Njoo hapa nyumbani, mimi nipeleleze, niko na gari hapa kwako. Kwa hiyo kitendo kimeniuma sana. Kuchoma msichana namna hiyo wa kazi. Kweli nikiwa kama mama mimi nawajukusa hivi. Kweli hali imekuwa ngumu sana. Kwa hiyo mwalimu alafu amenijibu jeuri, tunataka mama tuende shuleni kwake kuadhibu shuleni wawalsa kuwa nini, kafanya kitu cha mbaya kwa sababu ni mwalimu pia. Amna ha, haja ya kuwaleta Arusha mabintu wa kazi, natakiwa sheria zitumike kwanza, mtoto wa kazi aletwe na nini na barua kutoka kao na mtendaji na balozi akuwe muhuri toke kule, ndo msichana wa kazi uweze kumchukua kwenye mkoani. Akizungumza msichana huyo wa kazi anayejulikana kwa jina la Helena Charles amesema kuwa yeye ni mkazi wa mkoani Geita na alikuja Arusha kuanzia mwezi wa kwanza mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kama dada wa kazi kwa mwalimu huyo, lakini amekuwa akipitia mateso makubwa na alipigwa marufuku kuzungumza na mtu yeyote kwa ajili ya kutoa taarifa. hadi Charles, natokea na Geita, nilikuja kufanya kazi, nilikuja mwezi wa kwanza. anaitwa Sophia. Nilivyokuja tuka tunaendelea vizuri, ndo akawa nisingizia anamwibia hela, anamwibia na mayai, ndo kuku wake wakawa awatagi sasa. Yes, siku hiyo akawa tumeenda pale kwa yule jirani yake, akamwambia alivyomwambia. Tumetoka kwa yule jirani yake, akaniambia niambie ukweli, nikamwambia mama, mimi sijali na mayai, akaniambia useme ukweli. Akachukua kijiko, akachukua kibiriti, akasogeza gesi, akaniambia funua kwenye mapaja. Nilivyofunua akachukua kijiko, akabandika hapa, alivyobandika akabandika tena na hapa, akakirudisha tena kijiko kwenye moto, akaja tena akabandikia hapa, kilipopoa ndo akaanza kunipitisha hapa Yota, ni mguu sikuchukua hatua yoyote. Aliniambia nisimwambie mtu yoyote, nikiambia mtu yoyote ndo ni nitapoenda ukaa kwake. Ndio kuna mama mmoja alinikuta mama shambani na lima akaniambia kwa nini umekaa binti pale? Akaambia mi nasikia sana maumivu. Akaniambia umefanya nini? Nikaenda akaniangalia ndo akasema hivi eh, ndo umeumia sana do, do akanipa hela nikaenda kununua pale dawa za maumivu pale kwa dokta alivyonipa. al, dawa nikachukua nikakutana na mama mmoja hivi akaniita, tukaongea, nikamfanya tukongea, nika mfunulia, ndo akaja mama wengine pale, tukaenda kule juu kule polisi. Tulivyotoka polisi, tukafanya tuka mambo pale polisi, ndo tukaenda kule juu kama mara tano. Alikuwa na nani Nilikuwa tu mimi na yeye. Ndiyo. Baba. Mama yake alikuwa yupo. Alikuwa ametoka. Sikumwambia, al al, alienda chumbani, alikuwa anaumwa. Ndiyo, amesha nikatiza nisiwe na mwambia, kwa hiyo sikumwambia. Ndio. Anitumwe hivi namwibiaga mayai na namwibiaga hera yeah. Ndiyo. <coughs> ni mwalimu <coughs> mi, ila mimi hiyo shule naifahamu naif, kama Osunyai <coughs> ndiyo, wa shule ya msingi. Ndiyo, mi naomba tu nisaidie niweze kurudi nyumbani, naye kisha achukulie hatua ya kiserikali.